Kwa maana kwamba mimi nizungumzie ni, ni, ni, ni e, swala la maandamano yaliyokuwepo. Maandamano haya yaliyokuwepo ya tarehe ishirini na tisa yalikuwa ya maandamano ambao ni ya wananchi na sio ya vyama, na wananchi wote walikuwa kwenye zoezi la maandamano na wanapinga uchaguzi Uh, wanapinga tume za uchaguzi, wanataka katiba mpya, mambo ni mengi walikuwa wanahitaji. Lakini wapi uwakilishi wao wanaweza wakaupeleka? Hapapo hakuna eneo lolote. Ikabidi sasa wao wajiorganize, waingie kwenye maandamano ya kudai haki na kuzuia uchaguzi, lakini uchaguzi umefanyika Chaguzi umefanyika wamefanya wenyewe, wanajua wenyewe, walipigiwa kura na kina nani, wao wanajua. Lakini kuna kuna jambo moja ambalo ni jambo kubwa la kusikitisha. Sisi hapa nyumbani tuna binti alikuwa form, alikuwa kidato cha nne, kidato cha nne kile ule binti alipigwa risasi mida ya saa sita kamili, tuko tuko ndani getini, alipigwa risasi akiwa amesimama, na ndo walikuwa wameachiwa, yupo nyumbani lakini pia kuna kijana hapa jirani mwenyewe alipigwa risasi ya mgongo, alikuwa kidato cha tatu na mwenye akamefariki. Lakini sisi wa kwetu tulihangaika sana tumpeleke wapi. Tulipeleka mochwari ya Katoro, ikakutwa mochwari imejaa, tukatoka tukahangaika na mwili wa marehemu, tukapeleka hospitali ya kule mapinduzi B, lakini hospitali ile ilikuwa imejaa, tukashindwa tumpeleke wapi. Hatima yake tukapanga sasa tumfunge mtu Tusafirishe mwili uondoke tukaupeleka Bwanga. Tunafikisha Bwanga, Bwanga wakaupokea wakaweka mochwari. Staili gani tunausafirisha kutoka kutoka hapa Katoro ama kutoa Bwanga kupeleka Bukoba? Kabisa tutumie njia ya pikipiki. Tumetumia njia ya pikipiki, tumemfunga shemeji yake mwili wa marehemu akawa ameondoka kupeleka Bukoba mleba. Kwa hiyo huyu kijana mwingine ambaye alikuwa kidato cha tatu na alipigwa risasi hapa hapo dukani kwa mama yake kwenye duka la, la, la madawa. Mtoto yule walimsafirisha baada ya alikuwa shwari shwali, walimpeleka kustiri Misungwi. Lakini mimi niombe kwamba serikali ijitathmini, serikali ya Chama cha Mapinduzi ikae ijitathmini, na niwaombe mashehe, mapadili, makatikista, sijui wa mashehemsa, sijui mashehem manini, wale wote Mkae mwache kusifia. Hali ni mbaya, nchi kwa muda mfupi iliingiliwa virusi, na mpaka sasa hivi hatujui nani yuko hai, hatujui nani yuko yuko alipatwa na mauti. Watu ni wengi wamekufa. Acheni mambo ya kukaa munasifia, munasema sisi tunaisifia serikali ya chama cha mapinduzi. Mnakosea, awe Mwislamu awe Mkristo awe mpagani, wote ni watu wa Mungu mambo ya kutulisha mafuta, mnatulisha mafuta, mnatulisha mafuta, sisi tusifie? Wakati sisi tumekuswa na vifo na watoto wetu wamefariki na tunawaona kwa macho yetu, hatuko tayari kusifia na hatutasifia kwa sababu moja, uchaguzi haukuwa halali na haki. Lakini leo watoto wetu hao waliofariki, nani amekuja kuwafariji nani? sikumuona mkuu wa mkoa sikumuona mkuu wa wilaya sikumuona mbunge hata kumuona mtu yoyote wala diwani wala mtu wa aina yoyote hakuna mtu leo wamesomba watoto wetu wenye umri miaka kumi na tatu miaka kumi na nne na miaka kumi na tano ndio wako gerezani Tunashinda gerezani, tunatafuta watoto. Tunashinda mahakamani, tunashinda kituo cha polisi. Watoto wote wako kule, watoto wadogo. Huo umri kweli unaweza ukawa kweli wakaingia kwenye maandamano. Kuna watu wengine walikuwa wanatomolewa kwenye vibanda. Mimi na mdogo wangu yuko hapo. Alikuwa na kibanda cha chipsi. Ametolewa, mpaka sasa hivi hajaachiwa, amewekewa kesi ya uhujumu uchumi. Halafu mdogo wake ambaye ni mfanyakazi wake alipigwa risasi hapo hapo na kufa. Sasa ni, ni, ni, la, labda mnasifia kwa sababu hayajawakuta wa kwenye familia labda mnasifia kwa sababu nyinyi mnajulikana. Sisi watoto wa maskini ndio wanauawa, ndio wanapigwa zigizaga, hakuna kinachowaelewa. Lakini mimi niwaombe, machozi hawa ya mama zao na ndugu zao na marafiki zao waliopoteza maisha, hakuna atakaye yalipa maisha haya. Machozi haya ni mengi kwenye taifa letu. Kila anayesimama anazungumzia serikali, kila anayeinuka anazungumzia serikali. Niwaambie, Twendeni hata tukisema leo twende meza moja tukazungumze, tunajadili nini? Tamka tuambie, ni watu wangapi? ni maiti ni ngapi zilizopoteza, yani watu wangapi walifariki? Mimi hapa tu kwenye mtaa wetu tu, eneo la kwetu, watano. Wote sasa, hujajua tawi lingine, hujajua kata nyingine, hujajua wilaya nyingine, hujajua sehemu zingine. Sasa sisi kama kwetu tu tumezunguka hivyo, na mwili Miriam ya marehemu tunahangaika, hatupate hata mtu yoyote, tunapita hapa tunafukuzwa, kabidi tumfunge kwenye pikipiki ndio tuweze kusafiri na kusafirisha mili. Unakosea sana, acheni kusifia vitu ambavyo hamkuviona hivi.